Mchezaji ambaye wanajua kabisa kwamba huyu ana kadi hizi za njano na haruhusiwi kucheza mchezo huu tena, wako nyumbani, yani, wakiwa na uhakika kabisa anaye, kupata anaye, anaye mm. wa kuweza kupata ushindi anayelaumiwa ni meneja wa timu yes. ambaye anaitwa Viset Nsheka. Mm. Yeye ndo ambaye analaumiwa zaidi kwa sababu meneja wa timu ndo mtu ambaye ana keep records Mm. Yeah. na unajua hii michuano ya kufuzu World Cup mm. haijaanza leo, ilianza yeah. mwaka 2023, ndio yeah. walicheza mechi mwezi, mwezi Disemba Alafu mechi nyingine ikafuata mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na nne ndo hmm, mnakuja mnacheza hizi mechi mbili mwezi huu wa tatu elfu mbili na ishirini yani, yani yani, kwahiyo jamaa analaumiwa kwa kuto kutunza kumbukumbu kumbu, katika hizo, kwa sababu ni, ni michuano ni muda mrefu yes, ehe mm, mm, kwaiyo ni ishu ya wao wenyewe South Africa kujilaumu, hasa kwenye benchi lao la ufundi, na mtu ambaye analaumiwa zaidi ni meneja wao Vincent. Lakini hata yeye Tebogo Mokoena mwenyewe pia anatakiwa kula kulaumiwa, kwa sababu yeye mwenyewe anajua kwamba mimi nina hizi mbili mechi wakati ya un, un, unajua, ya unajua kitu ambacho kina, e, kinaweka ugumu ku, kuzipata kumbukumbu vizuri mm. Ni kwamba jinsi gani ambavyo mechi katikati ziliongozana za timu ya taifa, lakini zilikuwa sio za hujue World Cup World Cup qualification mm. Baada ya kucheza na Zimbabwe mm. na akaja kuchukua kadi ya njano nyingine dhidi ya Benini mm. Katikati hapa kulikuwa kuna friendly match ambazo zilizipo kwenye kalenda ya FIFA kunaw hapa hey, kuna, kuna katikati zilichezwa mechi nyingi sana kiasi kwamba yani ilikuwa ina muia ugumu kwa mchezaji kama mchezaji kukumbuka hivi hivi. Ni vitu ambavyo meneja wa timu lazima wawajibike kwenye maswala kama haya, yeye ndo anakuwa anatunza details nzima za timu kwamba leo hii tumeondoka kwenye mechi hii ali luambano na kadi ya njano ya kwanza hii mechi inayofuatia ya World Cup qualification aliambano ali, ali mpata kadi ya njano ya pili kwenye mchezo unaofuatia. Unatoa ripoti kwa walimu wako kwamba bwana fulani fulani hali yake kimchezo ipo hivi na ana kadi za njano kiasi fulani, hataweza kuwa pia kwenye mchezo unaofuata. Kwa hiyo, hapa meneja wa timu amefanya makosa, na mi naamini CAF atawajibisha kwa alama ambazo wako nazo. Maana yake wakitolewa alama tatu, uhakika eh, utakuwa hakuna. Mbona niona kama wamepishana alama chache chache, na yeye ndio yuko mbali zaidi South Africa yani, wanachokitaka Sio kwamba uhakika utakuwepo, hakuna hmm. Wanachotaka ni kumpunguza spidi e. Kwa spidi aliyokuwa nayo, kuna watu ambao kama Nigeria walikuwa wanaamini hakuna namna ya kuweza kumzuia South Africa kutokana na spidi aliyokuwa nayo, lakini kwenye alama alizokuwa nazo sasa hivi ukimpunguza alama tatu zitabakia alama saba. Saba, e. kwa hiyo alama saba ina maana kwamba Benini atakuwa juu akiwa na alama zake nane. Nane. Atakimfuatia ni Rwanda ambaye atakuwa na alama nane naye mpaka sasa hivi alama... e. Ana nane kutokana na mchezo wa sasa hivi. Wamuongeza alama moja, kwa yes, yuko uwanjani. Yuko uwanjani. <laughs> yeah. Sasa kabla ya mechi South Africa akikatwa hey. Hey. anabakia na saba. Benin anabakia na alama zake nane. Mm. Rwanda anabakia na saba. Nigeria naye sasa hivi yupo dimbani anabakia na alama sita. Sita zile zile. Mm. nalaa sso nafasi bado inakuwepo kwenye timu zote endapo wangekuwa, unajua hapa, mi naemwogopa sana, au wa South Africa wanaomuogopa, wanamuogopa Nigeria. mm. kwa sababu Nigeria sasa hivi ndo wameanza kuwa serious katika michezo, katika michezo ile ya mwanzo ambayo walicheza, katika michezo minne ambayo Nigeria walikuwa wame, wamecheza, mm. walifungwa mchezo mmoja wakatoka sare michezo mitatu. Mchezo wao watano ndo wamekuja kushinda dhidi ya Rwanda kwao, wakawa wamechukua alama kwao katika michezo minne walikusanya alama tatu, lakini mchezo uh, uh, uh, wa tano, ina maana Lesoto akikatwa, wa South Africa wanampa alama Lesoto, wanakuwa na pointi nane Ana, eh, Lesoto wanakuwa na nane Bwene. Sisi sasa watu wewe, ah, sasa Lesotho hawamwogopi, tungekabidhiwa si nane kwenye kundi hili yeah. Zilizobakia uh -huh. Na... kundi lile kuna yule Moroko, nasema kundi lile la Saudi si ndo tungekuwa Lesotho, afu akatokea tatu hizo au waliobakia kupambana, yule unapitaje yule Moroko, ile kikosi kizima Wanaotoka Afrika, magoli kipa wawili tu kuna, kuna bahati mbaya kwenye mpira. Kwa hiyo tutegemee bahati mbaya ya kwa sasa. Moroko una mfungaji ndugu yangu gani? Tuwe tu wa kweli, kwani tuli mfungaji miaka ya nyuma, miaka hiyo ndo walikuwa wanajitafuta, bado hawajarudi kwenye ubora wao. Kwa hiyo hapa, maana yake tusitaraji kuiona South Africa katika michuano ya kombe la dunia ijayo kwa hizi figisi figisi ambazo zinaendelea, manake huu ni uhakika watatolewa hizo alama tatu, mwisho wa siku itakuwa kupambania Nigeria iko pale, nataka kurejea tena na kuwakilisha Afrika. Pagumu hapa hali ya yeah, Binafsi nadhani kwa South Africa ni makosa ambayo yani, ni makosa ambayo yanazuirika, kwa maana kwamba mwangalia meneja kitu ambacho amekifanya, amba amba, ni kitu ambacho anaweza kusema kwamba ni kitu cha kitoto ambacho ameweza kukifanya, kwa maana kwamba kutunza kumbukumbu, yeye ndio jukumu lake la msingi, ndio jukumu ambao limemweka kwenye ile team, kwa maana ya kwa kwamba utasimamia wachezaji lakini pia utasimamia maendeleo ya wachezaji kwa maana kwamba nani ana kadi, nani anatakiwa kucheza, nani anatakiwa asicheze kwa sababu ya, ya kikanuni. Ilo ndo jukumu la kwanza la, la meneja lakini pia ishu nyingine ambayo ipo ambayo unaweza usitumike kama excuse. Kumbuka benchi la ufundi la South Africa halijabadilika kwa muda mrefu, Hugo yeah. Bruce ameendelea kubaki na timu. Labda kungekuwa kuna mabadiliko ya benchi la ufundi, unaweza kusema labda kulikuwa kuna hiyo changamoto ya kuweza kutunza kumbukumbu kwa kuwa kwa kwa mashindano yalianza kuchezwa muda mrefu zaidi kuanzia 2023 lakini kulikuwa hakuna mabadiliko makubwa ya benchi rofundi ambayo ilipelekea pia managers wao kuweza kujichanganya. Kwa kwangu mimi binafsi, kwa South Africa ni kama wameitupa wao wenyewe kwa mikono yao World Cup ya mwaka 2026 na walikuwa kwenye track nzuri, lakini mara baada ya hili tukio ambalo limetokea, maana yake sasa wanakwenda kuwarejesha mchezoni wale wapinzani wao ambao walikuwa wanaonekana kama hii michuano wanaweza pia wasiwe, wasiwe na nafasi kubwa ya kuweza kufuzu kwa maana Nigeria alama sita wakati, wakati South Africa alikuwa na alama, alama kumi. Unaweza kuona kwamba pengo lilikuwa ni kubwa sana. Alama nne ni alama nyingi sana kwenye kufuzu World Cup. Na ukiangalia pia South Africa, wapinzani wengine ambao wanakwenda kucheza nao na quality ambayo iko nao, ulikuwa uwezi kumwona South Africa akiweza kwenda kuangusha michezo miwili mfululizo kwa maana ya kwamba kwa nech ambayo imebaki anaweza akapoteza mchezo mmoja lakini sio kupoteza michezo miwili. Lakini pia hata hao wapinzani wao pia sio kwamba watashinda michezo yote, lakini akikatwa alama, sioni nafasi ya South Africa kufuzu World Cup. Na ikumbukwe tu South Africa na wao watangia wameshiriki World Cup, ni muda mrefu sana umepita, na hii ndio ilikuwa World Cup ambayo wanaiona kabisa kwamba wana nafasi ya kuweza kwenda kufuzu. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, kwa South sidhani tena kama watakuwa na hiyo nafasi ya kushiriki michuano ya World Cup kwa mwaka 2026. Sawa eh, bana, bado tuko hapo, tukaendelea kumulika taarifa nyingi sana huku ushuani na ziko taarifa nyingi lakini, mshua bado anaendelea kutoa mzigo, kwa sababu mzigo huko hakutosha hapa, na nimeelekea qualification tournament zozote zile ambazo FIFA wanazifahamu, ukipata kadi za njano mbili kwenye michezo ambayo inafuatana ya mashindano hayo, ni lazima watakutidua kwenye mchezo wa watatu, na ni kweli huyu <coughs> mchezaji Teboho Mokoena alipata kadi yake ya njano ya kwanza. Kwenye mchezo ambao South Africa alishinda goli tatu kwa moja zidi na na ya Zimbabwe kuipata tena kwenye World Cup qualification kwenye mchezo wao Benini, ambapo South Africa walishinda kwa goli mbili kwa moja kwenye mchezo huu alipata kadi Teboho Mokoena alipata kadi hizo za njano na ni michezo ambayo ilikuwa inafuatana kwenye World Cup qualification. Kwa hiyo ni kitu ambacho wao kama wao, South Africa naamini sasa hivi watakuwa wanajiraumu, kwa sababu hii sio, hii sio kitu ambacho unaweza kumlaumu Teboho Mokoena, lakini utakuja kuwalaumu wale technical bench na baadhi ya staff wengine ambao wapo pale, ambao wanafanya kazi ya kuwa note wa wachezaji. Ujue hizi timu za wenzetu zinakuwa zina watu ambao special kabisa pale nje, kwamba bwana, huyu mchezaji amemaliza mchezo huu, hana kadi yoyote. Wanakuwa na details zote za wachezaji wao, kwa hiyo ukija kuangalia Tebo Mokoena kweli alipata zile kadi za njano, lakini mchezo ambao ulipita ambao ni mchezo wa tatu ambao alikuwa anatakiwa akosekane ndo mchezo ambao aliapia. Kwa hiyo baada ya South Africa kushtushwa na hizi taarifa zilivyoanza kuzagaa, kwenye mchezo wa leo wamemwithdraw kabisa, hayupo kwenye substitution, wala kwenye kikosi kilichoanza kwa hiyo mi naamini Afrika siku zote wanapenda sana kusimamia sheria zake na watafuata sheria inavyohitaji. Naamini kwenye hili South Africa hana sehemu ambapo anaweza kutoka, lazima atakatwa pointi. Yaani imekuwaje ime, ime... unajua kuna kitu ambacho bado kina kinahakilik haki kwenye kichwa changu yaani, nini, nini? kimtaka nira ameongea wakimtaka mchezaji uh, ukiona wamekuja maanayake ukika, ukikataa wao wanamalizana naye <laughs> kwa Mbape ilikuwa hivyo na Januari hii kwenye dirisha la Januari walipeleka paundi milioni ishirini. Yeah. Liverpool wakaiona ndogo. Uh, ni heri eh, Liverpool wangechukua ile paundi milioni ishirini au bora tu mchezaji aondoke bure. Unakaa unaiangalia klabu ya Liverpool kwenye upande wa kulia, yule bwana mdogo Cody Bradley. Cody Bradley kwangu mimi binafsi sio kama ni mchezaji ambaye ame introduction yake amekuja vizuri, lakini bado kuna vitu ambavyo bado havijakamilika kwa maana ya kusema kwamba huyu ni ni miongoni mwa wachezaji ambaye anatoa vitu vingi kiufundi. Kwa hiyo kumwachia kuondoka mapema Januari inaweza ingekuwa ni tatizo kubwa sana kwenye Liverpool. Kumbuka mpaka Januari, Liverpool walikuwa hawana uhakika kama wanaweza kushinda taji la ligi kuu la Uingereza kabla ya mm -hmm. hapa katikati hasa na kuja wao wenyewe kuvurugana, lakini kwa Januari ulikuwa unaona kwamba Liverpool na wao pia walikuwa wana target yao kwa maana kwamba walikuwa wako kwenye UEFA Champions League, walikuwa wanashiriki UEFA, walikuwa wanashiriki UEFA Champions League, wako wanagombania taji la ligi kuu, wanagombania Carabao Cup, walikuwa na mashindano mengi sana ambayo wanakwenda kuyacheza. Kwa hiyo kwenye haya mashindano, utakiwa kwenda tena kupunguza idadi ya wachezaji wako ambao ni key players, na bahati mbaya zaidi fullback wa kulia Conor Bradley, kuna kipindi alikuwa na majeraha ya mara kwa mara. Kwa kwangu na mimi naamini kwa klabu ya Liverpool walifanya uamuzi sahihi, lakini pia unajua ni ngumu sana kuwambia Real Madrid hapana, siwezi kuja huko. Ni wachezaji wachache sana ambao washasema kwamba siwezi kwenda kuvaa jezi ya Real Madrid hapa ni amemtaja Steven Gerrard. Ni wachezaji wachache sana ambao Madrid anakufata hususan tena Don Perez anakufata kwamba <coughs> <Dunn -Perez> anakuhitaji <coughs> kwa kwenye projet yangu ya Liverpool, kwenye projekti yangu Madrid. Hivi yule, yule yule wa, wa AS Roma Toti shtakwa na Madrid? Yes, yule yule yule. na Wakati wakati mnazungumza mna la Totti hilo, uh, niwakumbushe tu kwamba anaenda kuchezesha kwa kama bado hujacheza cheza dakika ya mwisho hii, jaribu kucheza kwa nguvu zaidi ili uweze kuibuka kuwa mshindi, tuendelee. Francisco Totti wewe, wow. yeah, wa... la Francisco Totti. Totti aliwakataria watu wakubwa wawili kwenye football, ndio aliwakataria Madrid akamkataria Ferguson, mpaka kwenye kitabu cha <laughs> <Sir Alex Ferguson. laughs> alizungumza kuhusu yule mwanaume Francesco Toti, lakini pia kuna Alessandro mm, Del Piero naye pia pia alikuwa anamhitaji sana basi, Waitaliano walikuwa wagumu kudanganyika. kipindi kile Italy ilikuwa ni ligi ambayo ina ushindani kuliko ligi nyingine, ilikuwa ligi bora jamani. Nimempata huyo hapa, ngoja tumsikilize anasemaje. Uko wapi? e bana, halo, unaitwa nani? uko wapi? David, kutoka wapi? kutoka Chanika Vilobo. Mzigo umeuona? Kutoka kwa Mshua ndio. Eh bana, wewe ni moja kati ya watu ambao leo hiyo umekwenda kufunga ile hesabu ya Mshua, unajisikiaje? najisikia furaha sana ndugu yangu. Una, kuna gari pale mwisho wa mwezi Toyota Crown, tena ni ijumaa tu hapa, vipi, unaendelea na kucheza ili ushinde gari hiyo? Mzee, nazidi kupambana. Eh bana, hongera sana. Asante, nikutakie jioni njema. Hey, haya shemeji <laughs> <laughs> <Kuna kula chipsi. laughs> unaenda kula chipsi hey. Hey, kwani hujafunga wewe leo? <laughs> na ongereni sana sasa, kuna gari pia nitafurahi zaidi kama ninyi mtashinda. Chezeni kwa ushirikiano. hey, bo, ina shida. Asante sana hey. <laughs> Namkakaangu wali naye ajipange mwakaniaokama aya asiwe anaongea peke yake, si hapo sna mwenzakoojangekaka mkubwana Real Madrid tunawafahamu siku zote ni galacticos, na kuna kitu ambacho natakiwa uwe na naat nacho sana. Ukiwaona Real Madrid wamekuja kubisha hodi nyumbani kwako mm. Wanamuhitaji mchezaji ambaye amebakisha labda mkataba wa miaka miwili au mwaka mmoja Hmm. kuwa makini sana, kwa sababu ile inakuwaga ni alama ya hatari. Kipindi ambacho wanamuhitaji Kylian Lotin Mbappe, walienda kwa mara ya kwanza kufanya jaribio lao la kumpata Kylian Lotin Mbappe, lakini likagoma. PSG wakasema hatumuuzi Kylian Mbappe kwa dau lolote. Alipobakia miezi sita, walirudi tena na pesa mkononi wakisema kwamba tunamhitaji Mbappe, Mbappe tumpate sasa hivi na sio tumpate akiwa free agent, lakini PSG waligoma kwa Real Madrid ni moja kati ya sehemu ambazo kila mchezaji anatamani kucheza kwenye miaka ya karibuni. Tusiwe waongo, kila mchezaji ambaye anacheza barani Ulaya ana ndoto ya kuja kucheza kwenye klabu kama Real Madrid. Kuna nyakati Real Madrid imekuwa ni kioo cha wachezaji wengi wanaocheza soka barani Ulaya. Kila mmoja anatamani kuvaa ule uzi wa, wa mweupe wa Real Madrid, kila mmoja anatamani kufika katika dimba la Santiago Bernabeu kuimbiwa Hara Madrid. Kwa hiyo ni nyakati sahihi kwake Trent Alexander-Arnold, na ukija kuangalia fullback wa kulia wa Real Madrid ambaye ni Dani Carvajal tayari muda usha mtupa mkono sasa hivi, umri wake 30 plus age, nadhani hana muda mrefu sana kuitumikia Real Madrid. Kitu pekee ambacho kuliko kinawafanya Real Madrid kuendelea kufikiria kubaki na Dani Carvajal ni kwa sababu ya kukosa mtu sahihi ambaye ambaye anaweza kwenda kucheza kwenye lile eneo lake, lakini kwa hii sasa hivi wanaelekea kumpata mtu kama Trent Alexander Arnold, wanaenda kutengeneza kitu bora katika squad yao kwenye upande wa kushambulia. Sina shaka na Trent Alexander Arnold, lakini kwenye kukaba kidogo kumekuwa kuna changamoto, lakini kwa Real Madrid naamini kwamba wamempata mtu sahihi, na Trent Alexander Arnold kwenda Real Madrid ni wakati wake saa hii. Mwacheni mtoto sasa hivi aende akacheze mpira na akavae uzi mweupe. Uh, hali kumekuwa na, na, na Madrid ni kama